Tukisalia kwenye taarifa hiyo mtazamaji, viongozi wa dini ya Kiislamu katika kaunti ya Bungoma wamemtaka mbunge wa Sirisia John Waluke kujitokeza na kuomba msamaha wakazi wa Lwandanyi na wakazi wa Bungoma kwa ujumla kwa madai ya kusababisha vurugu kwenye mazishi katika kijiji cha Tulienge ambapo kufuatia vurugu hizo mtu mmoja alifariki huku wengine wakijeruhiwa vibaya. Hii hapa taarifa hiyo kutoka kwake Alex Wekesa. Ndugu yetu Aluke alikuwa kwenye -alikuwa ameshtakiwa, Mungu akamsaidia akatoka baadale ndekana sa atubie kwa Mungu, awe ni mtu mzuri kwa watu ayatende. Huyu bado ile damu ile damu bado inafuata watu watu wanauawa kwa ajili yake yeye. Mimi naomba bwana ndugu, ndugu Aluke, kaa chini ya watu wako Waluya wako uombe msamaha Ulitenda, aombe msamaha Waluke, mbele ya watu aombe msamaha kwa vitendo ambavyo vinatendeka kwake. Napokwenda mahali lazima watu wapigani, si vitendo vizuri. Na naomba vile vilevile, pia serikali yetu bwana William Samoei Ruto na na parliament yake yote waingilie kitendo kama hiki, wachukue hatua. Sisi tukubali wanasiasa kutumikia ili kunufaisha nchi yetu ama jimbo zetu, wala si wanasiasa kutufanya sisi kuteta wenyewe kwa wenyewe, kupigana vita, kujaribu kutoana uhai. Kuana tujunge pamoja, vijana, tushikamane mikono pamoja ili tuendeleshe jamii zetu, dini zetu, kabila zetu mbele, na tuwache chuki ya ukabila. Ukabila haina maana. Sasa zile pesa zimegeuka, zimejaa mfuko zao, hawana kitu ya kufanyia, inabidi watembee kwa kuonga vijana kwa kufanya mambo kwamba si maendeleo, watu wanalia maendeleo haionekani yani, lakini pesa za maendeleo zimetoka. Hii tunaona siasa ya mapema ingezuiliwa kwanza, ili watoto wetu sahii waweze kuenda shule. Shule pia zinatatiza kwa sababu ya siasa za mapema, na hii tumeonelea kwamba jambo hili afadhali huyu mheshimiwa vice president ambekwamba amechagua swala hili anafaa aweze kuingilia ndani kwa sababu kuna masomo ambayo kwamba CBC imewekwa bado zile mkakati ambayo kwamba zilaidiwa mashule matarakishi watu watasoma kupitia kompyuta pia bado hazionekana vizuri, no. Sasa kwa hivyo ningeomba tu wale ambao kwamba, ambao kwamba wamepewa nafasi watumikie pesa kwa ajili ya maendeleo na miradi kuliko kuleta siasa ya mapema, kupoteza vijana wenzetu, wengine kuvunjika miguu, wengine kama bado kampeni zenyewe hazijafika.